fana ziara ya kamati ya fedha uongozi na mipango. Kwa kweli ziara yetu imeenda vizuri sana. Ziara hii imeanzia jengo la halmashauri, tumeenda tumeona ujenzi unaendelea, yako maelekezo kama mwenyekiti wa halmashauri kama kamati ya fedha, kwa pamoja tumeelekeza, muhimu ni mkandarasi wetu anayejenga jengo lile la halmashauri ya Bagamoyo, tumemhimiza aendelee na kasi kubwa zaidi, ili malengo yetu itakapofika tarehe tisa mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano mradi ule huo umekamilika kwa hiyo tumezungumza kwa kirefu, tumemwelekeza mkandarasi wa halmashauri yetu, tumemwelekeza mkurugenzi mtendaji, tumemwelekeza injinia kuendelea kusimamia mradi kwa karibu, na mradi ule utakapofika tarehe kumi, e, mwezi wa kumi tarehe tisa elfu mbili ishirini na tano, basi mradi ule uwe umekamilika. Lakini sasa hivi hapa, maanake tupo kwenye eneo hili la, la Sekondari Fukayosi f hostel kwa, kwa kweli tunawapongeza sana halmashauri za vijiji vinne vyote Mheshimiwa diwani, mratibu wa elimu, mwalimu mkuu, afisa elimu na mkurugenzi wa halmashauri yetu kwa ujumla, kwa usimamizi wake mzuri wa miradi. Leo tumeona kwamba hosteli yetu imekamilika, hosteli ni nzuri inavutia. E, tumeelekeza kwamba waendelee kuitumia vizuri, lakini pia, pia wa vijana wetu ambao watatumia hosteli hii pia waendelee kuhakikisha miundombinu mizuri iliyotengenezwa hapa inaendelea kubaki salama kama ilivyo sasa, ili pale ambako Eh, siku nyingine tukifikiria kujenga hosteli maeneo mengine basi, eh, ituelekeze kuleta Fukayosi kwa sababu vijana wetu wameendelea kutunza hosteli hiyo. Lakini pia tumepita kwenye nyumba za watumishi pale ukuni, tumeona nyumba ni nzuri zinaenda kukamilika. Lakini hii pia inaleta tija na morali kwa watumishi wetu wa halmashauri kuwajengea makazi na kuhakikisha kwamba watumishi wa halmashauri wanakaa sehemu nzuri, safi na salama. Lakini tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameleta fedha nyingi kwenye halmashauri yetu kwenye miradi mbalimbali. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana, ametupa fedha kwenye miradi ya elimu, ametupa fedha kwa ajili ya miundombinu mbalimbali, lakini unavyoona hostels zinajengwa, yote hii ni kazi ambayo ameifanya. Lakini tunampongeza mkurugenzi mtendaji, afisa elimu sekondari na wataalamu wote wa halmashauri, kwa kweli wana ushirikiano wa kutosha na kuhakikisha miradi yetu ya Bagamoyo inakwenda kuwa miradi kielelezo, inakuwa kuwa miradi ya mafanikio makubwa. Na wananchi wa Bagamoyo, nitoe rai na wito kwamba halmashauri yetu ya Bagamoyo inafanya kazi kubwa sana Mheshimiwa rais anatuletea fedha nyingi. Amani ndani ya wilaya yetu iko vizuri, kwa sababu tunayo mkuu wa wilaya mzuri anayefanya kazi vizuri, anayesaidia kupandisha mapato ya halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo. Kwa hiyo fedha zii za mapato tunayopata ndani ndio unayoona hivi tunaelekeza kwenye miradi mbalimbali, tukipewa na fedha za serikali kuu kwa pamoja. Kwa hiyo halmashauri yetu ya Bagamoyo inaendelea kuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo Bagamoyo ni njema, Bagamoyo ni nzuri, miradi yetu ni mizuri, tumeendelea kuongeza mapato, lakini tumeendelea kuwa na ushirikiano kati ya madiwani wote wa halmashauri kamati zote mkurugenzi mtendaji wa halmashauri pamoja na CMT yetu, kwa kweli wanafanya kazi kubwa sana. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais, ametuletea timu ya kazi, na timu hii tunaenda kuchapa nayo kazi kuhakikisha mafanikio makubwa yanapatikana. Baraza la madiwani limefanya kazi kubwa sana ndani ya miaka hii mitano. Kila kata iko miradi ya serikali iliyosimamiwa na madiwani, na ni miradi yenye tija, ni miradi yenye maslahi mapana kwa Wanabagamoyo. Wanabagamoyo sijui wanataka kitu gani zaidi ya kutuombea dua na kumwombea dua rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, na kuwapa ushirikiano madiwani wote wa halmashauri ya Bagamoyo na mbunge wa Bagamoyo. Kwa kweli tumefanya kazi kubwa na nzuri yenye kupendeza sana na kushukuru sana. Tuendelee upande wa ushirikiano na nyinyi waandishi wa habari, endeleeni kutangaza habari hizi ndani ya Bagamoyo wetu na nje ya Bagamoyo wetu, watu waje kujifunza Bagamoyo. Bagamoyo kumenoga.